Kutafasiri kwenyewe na kunena kwa lugha kwenyewe kumewekewa mipaka, nisema hawapaswi kuzidi wawili, yani hawapaswi kuzidi watatu. Yaani namba ya kubwa ni wawili, ya mwisho ni watatu. Kunena kwa lugha huko, kunena kwa lugha kuna kuna idadi, kumbe ndio yeah. Maandiko yameka idadi, sio mkutano wote mwanze kushandalize kunena, kanisa zima kuanzia bawabu mpaka mchungaji wote mnanena kwa lugha hivyo mm. Vitu sio vya kimaandiko. Unamaanisha kwamba wanakosea wale wengine wanaonena kwa lugha ukiwa ni jopo la watu wengi? Ikiwa hawaneni sawasawa na maandiko, kwa mujibu eh, wa Biblia ilisema hakika kwao hakuna nuru. Hakuna nuru, kama waendi sawasawa na ma? maanake ni makosa kwa ujumla, ni giza. Sasa haya nayosema, sija kaonekana ni maneno yangu, ndio uende wanasema. Jamaa ndio maana atanguliza kusema sipingi kunena kwa lugha. Anae wewe una vitisho vingi sana ukijaribu kuakuwaelekeza watu kwa, kwenye ukweli, na kwambia unampinga Roho Mtakatifu, unakufuru, wewe utapata na mabaya. <laughs> <laughs> Sasa hivyo ni vitisho.